Huyu e e e ni Godi Yanga ambaye anaingia dukani hapo kwa ajili ya kutafuta shati na nanaona duka safi kabisa, mali zipo ja, duka lina vitu vingi. Una kofia e? Una masuruali una mafulana e? Una viatu a kiza pamba gani? Ni, ni wewe au ni mwingine? Yuko wapi kiza mwenyewe, yuko wapi? Ni wewe? <laughs> <laughs> au huyu makoza unasikia, jina kubwa mtu mdogo. <laughs>

Hebu angalia eh, kesho hakikisha hii jezi. Mimi navaa shati, mimi navaa hapa hapa hili kama lile <laughs> la Tabora. Tabora, Tabora, hii ndio Tabora.

ya maandalizi kwenye, kwenye mchezo wa kesho eh, dhidi ya Coastal Union, mchezo ambao wao wanasema ni siku ya mashati day eh, kama ambavyo wanaoshuhudia uh, eh, Gody Yanga tayari anshanyuka shati lake hapa vizuri kabisa, anajiandaa kuelekea kwenye, kwenye mchezo wa kesho tayari, eh, akiunga jitihada zile za afisa bado wa Young Africans Sali kama ambaye ametangaza eh, kesho ni e, eh, mashati day. Shati limekaa kumbe sio mbaya eh kumbe eh? Sema hiyo kama ya blazer kei hii ni kamera ya dakika? Eh? Mama mwanangu. Ah, umependeza kinoma mwanangu. Godi hii ulimwambia kuwekea kiza nini? Alafu mwanangu hili kama mwanangu. Nimehangaika kali yako tangu asubuhi, kumbe nilikuwa nakuja hapa naondoka nalo tu. Kumbe rafiki yangu wa Tabora anafaidi kinoma nongo. Ah, rafiki yangu wa Tabora anafaidi. Rafiki yangu wa Tabora unavaa mashati peke yako? Hilo na. Alafu hili linafuata kwa la ubatizo. Eh? Hili. Kiamua kubatizwa hili husu naona mali imekaa ii, hata nikivalia suti mwanangu, saa hii sasa navalia na suwali nyeusi iliyokuiva. Suwali nyeusi ipo? Lete na suwali bwana we. Kiza, hii inavua kaka. Husu naona mali inavyoenda hii. Kiza umeniweza mwanangu, funga suwali moja na hii shati, hii shati la ubatizo, sasa kesho wajibu. Habari kubwa ya mjini kesho, wananchi mtatuona na mashati ya kutosheleza hapa. Nadhani kila mwana Yanga kokote alipo hawezi kosa shati. shati njoo hapa kwa Kiza Pambakali. Aa, kama unaenda makuburi karibu, kama lile la rafiki yangu wa Tabora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 shukrani sana kwa. Eh? Wewe, oh, utatujua sasa lakini <laughs> Eh, Tabora hai. Tabora amepigwa tena bwana, nakusalimia. Karibu mjini <Kili> <mimia>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 atakuwa na cheo chake ila akija huku anakuwa raia. Karibu huku kuna Chalamila mwananchi Yanga Afrika kinda kindaki wamemwalika wame. yeah. wale kuna kuelekea takujaalika mpaka vichaa hiyo ah, okay. Mialiko mbona naisikia imeenda mingi mingi, hebu nitajieni walioalikwa mpaka s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

ya ligi kuu Tanzania bara, tumalizana na kosti, tumalizane na Azam, alafu tutakuja kujadili shughuli zao. Bwana neno ngoja, kesho kesho mnavaa mashati. Ni kama huyu huyu mwananchi au huyu sio? Kuna zile sura ambazo ngeni ngeni. Tutajuana kwa shati kesho, tutamjua mwana Yanga